Jana tarehe kumi mwezi wa tatu 2025 ni siku ambayo msanii Whozu alikuwa akisherehekea sikukuu yake ya kuzaliwa. Na moja kati ya vitu ambavyo alivifanya siku hii ya jana katika kusherehekea siku yake kuzaliwa ni pamoja na kufuturisha watoto ambao wanaishi kwenye mazingira magumu, shughuli ambayo aliifanya katika mtaa wa Bahari Beach ni na takriban watoto mia moja na hamsini kutoka katika vituo mbalimbali vya wasiojiweza na yatima waliweza kuhudhuria tukio hilo, ambapo moja kati ya watu ambayo walikuwepo kwenye shughuli hiyo ni Wema Sepetu. Tofauti na maudhui ya kufuturu, Wema alizungumza neno jingine tofauti kabisa na mantiki hiyo, kwamba baada ya kuulizwa juu ya ishu yake ya yeye kuweza kufunga ndoa ama kupata mtoto, yeye alisema ya kwamba yeye amekuwa akimwomba sana Mungu amjalie mtoto, ila in, swala la ndoa kwake ni baraka tu, lakini si kipaumbele kama ambavyo wengi wamekuwa wakitamani, ila kwake yeye anatamani zaidi kupata mtoto. Am um, sio mi hivi, wao umeshanisikia hata siku moja mimi nasema natamani kuolewa mimi nimeshaikusikia? no, watu an, wanajua kwamba mimi natamani mtoto Hicho ni kitu ambacho watu wanakijua kwamba Wema hichi anakitaka, lakini sidhani kama nimeshawahi kuenda mitandaoni au kwenda out there nikasema kwamba naitaka sana ndoa. Hapana, ikitokea sawa sh mimi nasemaga hewalla kwa sababu ni kitu ambacho tayari kimesha panga. Isipotokea pia haiwezi kuniumiza, kwamba sio kitu ambacho yani ni kitu changu sijui, nanielewa kwa sababu watu ambao wa wamenizunguka nikizungumzia ndugu zangu wa damu, dada zangu, rafiki zangu wa karibu, nimewaona ndoa wa zinavyowafanya sawa, labda hiyo pia kidogo kama imenidisturb, nikiona kwamba mtu mm, mnaweza mkao mnapendana, alafu siku mnaoana tu ndo mnaleta shida, sijui unanielewa, so tunaona watu wengi.